Nam, asante sana kwa kuchagua taarifa zetu karibu tukupashe tuliokuandalia, nikiwa na mwenzangu upande wa pili Njoki Shege, na tunaanza na taarifa kwamba mafuriko yanayoshuhudiwa hapa jijini Nairobi yamesababisha vifo vya watu sita. Mama na wanawe wawili walifariki baada ya nyumba yao kuangukiwa na mwamba katika eneo la Mathare. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Wili Lusige, zaidi ya familia mia tano zimelazimika kuhama baada ya mafuriko kusomba nyumba zao katika mtaa wa Mukuru kwa Ruben. Mwamba huu katika eneo la mtaa wa Mathare 4A uligeuka wa mauti uliposhindwa kustahimili mvua kubwa iliyokuwa inakunya usiku wa kuamkia Jumanne, mto ulio karibu ukifurika na kusababisha mwamba huo kuangukia nyumba iliyokuwa mkabala na kuwaua mama na wanawe wakiwa usingizini. Tukasikia sauti kubwa sana, very big bang, nikasema tu Ai, mawe imeanguka, watu wamekufa. Nikachomoka inji mbio. Mama huyo alikuwa amehamia eneo hilo majuzi baada ya kuondoka Mombasa. Mumewe aliyekuwa amewatembelea asubuhi akiwapata wote wamefariki. Tukapata mama amefinywa chini na watoto wawili, e, hakukuwa na kichwa. Wakazi wengine ambao nyumba zao ziko katika hatari ya kufurika au kuangukiwa na miamba iliyoko karibu wakifurushwa, si mara ya kwanza imawe kuwa lasia mwezi wanne nyakati bado ilijabado mama na mtoto. Leta vingine tuende nyinyi. Hali si hali pia katika mtaa wa Mkuru kwa Ruben mtu mmoja akifariki baada ya kusombwa na mafuriko, huku zaidi ya watu mia tano wakiachwa bila makao kufuatia mafuriko. Unga hakuna malazi, ilienda na, na maji wana inapepa kitanda bure. Wakazi wa mtaa huo wakilalamikia hatua ya serikali ya kaunti ya Nairobi kufumbia macho mikasa ya mafuriko eneo hilo kila mwaka. Mafuriko yalisababisha hasara kubwa na maafa eneo hilo mwaka jana. Hii maji si mara ya kwanza, imekuwa ikivamia watu, inakuja inaenda, serikali inakuja inasema itashughulikia na mpaka sasa hivi miili miwili ikiopolewa kutoka maeneo mbalimbali jijini Nairobi baada ya watu kusombwa na mafuriko usiku. Mwili wa mtu mmoja aliyezama kwenye mtongong eneo la daraja la Likoni mtaani South B ukipatikana, huku mwingine ukiopolewa kwenye mafuriko kwenye barabara ya Jogoo maafisa wa polisi wakiwataka wananchi kuwa makini hususan katika kipindi hiki cha mvua ya masika. Changamoto ya maeneo mengi ya jiji la Nairobi kufurika wakati mvua zinapokunywa kwa kiasi kikubwa zimeweza kuhusishwa na miundo msingi duni, huku serikali ikiweza kulaumiwa kwa kushindwa kupata suluhu la kudumu. Wili Lusige, runinga ya Citizen, mtaa wa mkuru kwa Ruben, Nairobi.